iko katika hali yenye uh, matatizo ma eh, uh, mahali ambayo kusema kweli tukijaribu kuibanisha taona kwamba ni hat, hali karibu ya hatari kwa sababu hivi tunavyozungumza eh, tangu mauaji kwa police station ya kijana Albert Ojwang' yes. Wakenya walikasirika, waligadhabika, wakajitokeza. Ilisemekana kwamba kijana amegongesha kichwa chake kwa polisi mm -hmm. Uh, nadhani hii ndio ghadhabu pengine aletea wengine kuingilia ma, ma police stations, sijui okay. um, uh, tangu wakati huo vijana wakajitokeza, eh, wakapigwa risasi wengine, kijana Boniface Kariuki, kijana tulipata habari mabainika mm -hmm. wazi kwamba yeye katika hali makututi kwa sababu alipigwa risasi kama mnyama wa pori mm -hmm. Eh, na askari ambaye alishikwa baadaye, lakini hatujui kama atamwachilia. Na kutokana nayo basi uh, siku ya tarehe ishirini na tano Jumatano iliyopita yes. Sasa hivi leo tuko Jumatatu, Jumatano hakuna ambaye hakuona vile wimbi mm -hmm. la matatizo lilivyo hamba pa matendo ikaonekana ka wazi katika nchi nzima, na mimi mwenyewe nili, nilienda kwa, kwa kuadhimisha siku hiyo muhimu sana ya vijana. Yes, nilikuona kwa barabara. Eh, nilienda mimi mpaka lakini polisi hawakujua vile nilifika kule okay. Nilikuwa nimeweka vizuizi tusifike kule, mm -hmm. E, mimi nikaingia kwa gari nikapitia expressway nikaenda nikatokea kule okay. E, Globe Simba nikarudi hivi, mm -hmm. Nikaingia kwa Koinange Street nikaingia Holy Family Basilica. okay. na kule